Tunapoanza masomo yetu leo katika kitabu cha Danieli napenda kuonyesha kwamba nafasi nyeupe kati ya mwisho wa sura ya nne na mwanzo wa sura ya tano inawakilisha kipindi cha miaka thelathini Kwa hivyo Danieli sasa oh, yuko karibu na miaka themanini na tano anapoanza sura ya tano Kuna mfalme mpya huko Babeli. Jina lake ni Belshaza. Baba yake Belshaza alikuwa mfalme na Bonido sasa tunajua kutoka kwa kaunti za kihistoria kwamba mfalme Nabonido, vizuri, hakupenda kukaa Babeli sana, na alijenga jumba la kifalme huko Arabia, na akamteua mwanawe Belshaza kuwa mfalme mwenza, akimweka kwenye kiti cha enzi huko Babeli. Nebukadneza pia anatajwa kama baba wa Belshaza, jambo ambalo lilikuwa la kawaida katika utamaduni wao. Wangeweza kumrejelea mtangulizi wa kibayolojia kama baba yao. E, kama vile wazee wa Kiyahudi walivyomrejelea Abrahamu kama baba yao. Kwa hivyo katika mti huu wa familia e, hapa unaye Nebukadneza, kisha na Bonido, mkwe wake na kisha mwana wa Nabonido, Belshaza. Sasa mstari wa kwanza utatupeleka kwenye chumba cha karamu ya kifahari ambapo sherehe inafanyika na hebu ni kuambie mfalme na na maafisa hawa muhimu hawajui kwamba hii itakuwa mlo wao wa mwisho. Mstari wa kwanza unasema, mfalme Belshaza alifanya karamu kubwa kwa maelfu ya wakuu wake, na akanywa divai mbele ya hao maelfu. Belshaza aliamuru kwamba vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo Nebukadneza baba yake alikuwa amechukua kutoka hekaluni Yerusalemu viletwe, ili mfalme na wakuu wake wake zake na masuria wake waweze kunywa kutoka humo. Sasa sikiliza, wapendwa, hatuhitaji kujaribu kusafisha tukio hili. Hii si chochote zaidi ya orgia ya ulevi iliyochanganywa na kukufuru dhidi ya Mungu. Ni wazi kabisa kwamba Belshaza hashiriki imani ya babu yake Nebukadneza katika Mungu wa Danieli. Kwa kweli matendo yake hapa yanaonekana kuwa e, kukataliwa kwa makusudi kwa unabii wa Danieli katika sura ya pili, ambao ulitabiri kushindwa kwa Babeli. E, inaonekana katika mawazo ya Belshaza Babeli, haitanguka haitanguka kamwe. Ingawa haru, wakati karamu hii inafanyika, majeshi ya Wamedi na Waajemi kwa wakati huu yanazunguka mji wake Babeli. Kutoka e, kwa mtazamo wake, ana sababu nzuri kabisa ya kuwa na uhakika. Rekodi za kihistoria zinatuambia kwamba ukuta wa nje wa mji ulikuwa na unene wa futi themanini. Namaanisha wanaweza kuendesha magari yao ya vita juu yake. Ndani ya ukuta huo kulikuwa na ukuta wa pili uliimarishwa na minara. Tunajua pia kwamba mto Yufrati ulipita chini ya kuta zake na kupitia mji. Hiyo ilitoa maji safi na samaki kwa ajili ya chakula. Milango mikubwa ya chuma ilizamishwa kwenye mto huo, ambapo mto ulipita chini ya kuta za mji. Kwa hivyo Babeli inachukuliwa huwa haiwezi kuharibiwa na mfalme anafanya sherehe hata wakati mji wake umezingirwa. Lakini ghafla kicheko, unajua sherehe zote zinakatizwa na tukio la kushangaza. Aya ya tano inatuambia vidole vya mkono wa mwanadamu vilionekana na kuandika kwenye plasta ya ukuta wa jumba la mfalme, na mfalme akaona mkono ulipoandika. Kisha mawazo ya mfalme yakamtia hofu, viungo vyake vikalegea, na magoti yake yakagongana. Kweli, mkono huu ni wa kimuujiza, na mfalme mara moja anawaita watu wenye hekima wa Babeli na anazungumza nao hapa, katika aya ya saba: yeyote atakayesoma maandishi haya na kunionyesha tafsiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, na atakuwa mtawala wa tatu katika ufalme lakini kama kawaida hawa watu hawawezi kutoa jibu, na wakati huo huo tunaambiwa malkia anaingia kwenye chumba cha karamu. Huyu ni malkia mama, yaani mama yake Belshaza, alikuwa binti wa Nebukadneza. Mimi binafsi naamini kutokana na anachosema, yeye ni mfuasi muumini wa kweli wa Mungu wa Israeli. Anasema hapa katika mstari wa kumi na moja kuna mtu katika ufalme wako ambaye ana roho ya miungu mitakatifu. Unaweza kutafsiri neno hili la Kiaramu ela kama neno la umoja lenye herufi kubwa ji kwa Mungu, roho ya Mungu. Ndiyo sababu nadhani inapaswa kutafsiriwa hivyo: kuna mtu katika ufalme wako ambaye ana roho ya Mungu Mtakatifu. Sasa anamuelezea Danieli hapa katika mstari wa 12, ana roho bora, maarifa, na ufahamu wa kutafsiri ndoto, na kueleza mafumbo, na kutatua matatizo. Sasa na aitwe Danieli, na ataonyesha tafsiri hiyo. Basi mfalme anakubaliana na ushauri wake na kimsingi anamuita Danieli kutoka kustaafu. Anamtolea mpango ule ule, mavazi ya kifalme, unajua, mkufu wa dhahabu, ofisi nzuri yenye madirisha na na Danieli anakataa yote zaidi ya hayo. Anajua haitakuwa na manufaa sana baada ya chakula cha jioni. Na anaendelea kumkumbusha mfalme na wakuu wote waliokusanyika hapa kuhusu uongofu wa Nebukadneza kwa Mungu wa kweli wa mbinguni. Anasema hapa katika mstari wa ishirini: lakini wakati moyo wa Nebukadneza ulipoinuliwa na akajivuna, alishushwa kutoka kwenye kiti chake cha kifalme na utukufu wake ukachukuliwa kutoka kwake alifukuzwa kutoka miongoni mwa wanadamu na akili yake ikafanywa kama ya mnyama hadi alipojua kwamba Mungu aliye juu zaidi anatawala ufalme wa wanadamu na kumweka juu yake yeyote atakaye. Sasa kwa hayo, Danieli kwa ujasiri anamnyoshea kidole Belshaza na kumwambia hapa katika mstari wa 22 wewe Belshaza, ujanyenyekesha moyo wako ingawa ulijua haya yote lakini umejinua dhidi ya Bwana wa mbinguni umeabudu miungu ya fedha na dhahabu, ya shaba, chuma, mbao na mawe, lakini Mungu ambaye mkononi mwake kuna pumzi yako na ambaye njia zako zote ni zake hujamheshimu. Na kwa hayo, Danieli anaendelea sasa kueleza au kutafsiri maneno yaliyoandikwa ukutani. Sasa maneno haya hapa katika mstari wa 25 yako katika Kiaramu, men ambalo limerudiwa linamaanisha hesabu Tekel linamaanisha kupima au kupimwa, na Cherez, jinsi unavyoweza kutamka, linamaanisha ugawanya. Kwa hivyo maana ya jumla ni uhesabiwa, uhesabiwa, upimwa, ugawanywa. Na Danieli anafafanua sasa na kutoa tafsiri hapa katika mstari wa 26: Mungu amehesabu siku za ufalme wako na kufikisha mwisho umewekwa kwenye mizani na kupatikana umepungukiwa. Ufalme wako umegawanywa na kupewa Wamedi na Wajemi. Na hivyo Danieli anasema, unakumbuka zile majeshi kule nje ambazo zimezunguka mji wako Belshaza? Basi zitachukua ufalme wako. Sasa, je, Belshaza anamchukulia Danieli kwa uzito? Basi anampa Danieli hapa e johona na na na mkufu na na ofisi ya mbele. Hakuna dalili ya toba, hakuna kukiri ujumbe wa Danieli, ambayo ina maana zaidi ya uwezekano kwamba haamini itatokea. Lakini kwa bahati mbaya, mstari unaofuata unatuambia hapa, mstari wa 30, usiku huo huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo aliwawa na Dario Medi akapokea ufalme. Basi nini kilitokea hapa? Basi kulingana na vyanzo vya kale, Wamedi na Waajemi walielekeza mto Yufrati kupitia mfereji wa zamani ambao ulipunguza kiwango cha maji ya mto, hivyo ilikuwa tu hadi kiunoni. Chini ya kivuli cha giza, baadhi ya wanajeshi walipita tu kwenye mto chini ya kuta za mji, ambapo milango hiyo ya chuma ilitakiwa kuwa imeshushwa hadi kwenye sakafu ya mto. Lakini unajua nini? Wa Babeli katika kujiamini kwao kupita kiasi hawakujisumbua hata kushusha milango hiyo kwenye mto. Wanajeshi hawa waliushangaza mji wakafungua milango wakamua mfalme na uteka Babeli kwa muda wa saa chache. Wacha nichukue kutoka kwa matukio haya baadhi ya ukweli usiopitwa na wakati kwa leo. Kwanza kabisa, ukweli kwamba utawala wa Mungu unaweza kuwa hauonekani lakini bado anatawala. Unajua, wafalme wenye kiburi huja na kuondoka, lakini Mungu anaendelea kuongoza mataifa ya dunia hii kuelekea mpango na kusudi lake la mwisho. Pili, hukumu za Mungu zinaweza kuteleweshwa, lakini bado ana hukumu. Tazama, maandishi haya yalikuwa ukutani, na yalikuwa kweli ukutani. Hukumu ilikuwa inakuja Mfalme hakutaka kusitisha sherehe yake ndogo. Hakuwa tayari kuacha dhambi yake hadi mwisho wa maisha yake. Na jinsi ilivyo ya kusikitisha. Tatu, ofa ya Mungu inaweza kupuuzwa, lakini ofa yake bado ipo. Ikiwa tu Belshaza angekuwa amesikiliza na kuchukua mwaliko huo kutoka kwa Danieli. Uamini vipi kuhusu wewe leo rafiki yangu? Je, unamwamini Bwana wa mbingu i jigeye ni mwokozi wako. Jigeye ni Bwana wako. Leo niruhusu ni kutie moyo leo kukubali maandiko ya Mungu katika neno lake. Ah, lite jina la Bwana na utaokolewa. Lakini niruhusu ni kuonye, uwezi kujua muda unaweza kuwa unakwisha. Chakula chako kinachofuata kinaweza kuwa chakula chako cha mwisho. Kwa hivyo niruhusu ni kutie moyo sasa hivi ulipo, mwite Bwana kwa imani na utaokolewa milele. Basi hadi tutakapokutana tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.